Yaani ni msiba. Na waislamu munisikilize, huu ni msiba, na msipochunga jahazi la uislamu linazama leo. Kwanza Dokta Sule hajaguza hoja zangu nilizojenga niliposimama, hajaguza. Nimejenga hoja kwanza, Qorani imepatikana kwa pango na kwa pango aliitwa muhitaji wa majini si ya Mungu. Hajavunja hiyo alafu akaja sasa, yeye akaja akatoa aya katika Qur'ani kumi na mbili mbili na tatu. Haya maneno ni ya nani? Mimi Qur'ani iko kwa meza, nishakwambia si ya Mungu. Kwa hivyo maneno uliyoyasoma hapo ndani sio ya Mungu, kama ingekuwa ya Mungu ungepita hoja zangu. Alafu nikakwambia hivi, Dr Sule Biblia neno Bible. Usije ukaibisha neno dokta kwa sababu dokta linaingia katika meza ya wanachuoni wasomi kabisa. Neno Biblia peke yake nimekusaidia nilipokuwa naanza musahafu mkusanyiko wa maneno alafu Biblia mkusanyiko wa vitabu, hivyo ndivyo nilikwambia. Alafu arabu wewe ukaja ukaunga mkono Ukaniuga mkono katika hoja, ukakuja ukasema ndani ya hiyo bibilia nisomee mariko moja kumi na ine. Iyo mariko moja kumi na ine ikasema yesu alipewa ijiri. Sasa inakuwaje wewe unakataa bibilia, tena unaitumia bibilia kujega hoja yako? Yesu alipewa ijili, inaingia kwa akili? Haingii hai, haingii kwa akili. Sasa wewe ile kitu ambaye nimeona kidogo ninaweza kukusaidia ni kwamba Kiswahili inakusumbua. Unasema huyu anasumbuliwa na Kiswahili. Ni Mkenya, mimi ni Mtanzania, najua Kiswahili. Sasa wewe hukudhibitisha mimi sijui Kiswahili, mimi nadhibitisha wewe hujui Kiswahili. Yeremia nane nane. Yeremia nane nane ndio ajui Kiswahili huyu. Inasema hivi, inasemaje e... inasema hivi. Changamka Paulo katika kitabu mwasemaje, sisi tuna akili na nini, na taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi Mariza. Lakini tazama, tazama, kalamu e, yenye uongo e, ya waandishi e, inaifanya Taurati imeifanya Taurati e. kuwa uongo imeifanya imeifanya imeifa imeifanya huyu sura tukimfanya mwizi ni mwizi, si mwizi, tumemfanya kuwa mwizi. 15:91 Qurani inasema ndio, eh inasema hivi. Sasa kama ikifanywa inakuwa, ikifanywa inakuwa uongo. Haya, sikiliza hiyo kachubari 15:81, kitabu cha Qurani 91 hey. inasema hivi 15:91, kitabu ni cha Qurani ndio Elimu ya Kiswahili ya sure ikifanywa inakuwa inakuwa, na sasa Qurani imefanywa kuwa uongo. Kwa hivyo Qurani ni nini? Ni uongo. Wewe huoni? We, we, Kiswahili yenyewe hujui. Waislamu, huyo jui Kiswahili. Arabu anakuja anasema sasa nisomea Wakorintho wa kwanza 11:25, ananiuliza, unakubali Yesu ni mpumbavu? Nakwambia sikubali. Wewe ndiyo ujui. Sasa nisomee Wakorintho wa kwanza 1:27. Sio Mungu mpumbavu. Mungu si mpumbavu, lakini wewe ujui kusoma Biblia. Sasa soma 27, wa Korinto wa kwanza 1:27, 1:27 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasema ndiyo, bali Mungu, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia kube. Mungu sio mpumba, sio mpumbavu, alichagua mambo, mambo mapumbavu ya dunia. Kwa hivyo Mungu sio sio mpumbavu, anachagua mambo mapumbavu ya dunia. Sasa wewe unaona elimu nayo. Alafu wewe unakuja unatuambia ate Mungu ate atalinda Qur'ani, alafu wewe mwenyewe hakulindi wewe. Uko hapa na mabau zao anakulinda? Atalindaje Qur'ani na hakulindi wewe mwenyewe. Alafu akasema katika kitabu cha Mwanzo, msomaji mwalimu, Mwanzo thelathini na mbili ishirini na nne kitabu cha Kiafrika, Biblia ya Kiafrika, Mwanzo. Sio Mungu alikuja kupigana na Yakobo, hapana. Ni mtumishi wa Mungu. Ukimkataa mtumishi wa Mungu, umemkataa Mungu. Sasa unasema te Mungu alipigana na Yakobo? Changamuka pale katika maelezo. 32:14. 24. 32:24 Mwanzo. Inasema hivi 32:24. Piga maelezo. Kitabu ni cha Mwanzo. Ndiyo. Eh, inasema hivi. Inasemaje? Eh, pale e, chini tuna, kuna maelezo iko hapo Biblia ya Kiafrika. Kuonekana kwa, inasema, inasemaje? Kwa ujumbe wa Mungu ao malaika e, ni alama ya uwepo hai wa Mungu ndio katika maisha ya Yakobo e. Hapo chini katika 32 ina maelezo, huyo sio mtu, alikuwa mtumishi wa Mungu hapo. Inasema hivi Ndiyo. Hili ni jina la mji katika Gileadi Inasema kuonekana kwa, kwa ujumbe wa Mungu ndiyo, au malaika ndiyo, ni alama ya uwepo hai wa nani, wa Mungu katika maisha ya Yakobo, si ndio? Huyo mtu aliyepigana na Yakobo ni mtumishi wa Mungu, sio Mungu mwenyewe. Kumkataa mtumishi wa Mungu ni kupigana na Mungu. Sasa unafikiri ati Yakobo alipigana na Mungu mwenyewe? Hiyo ni elimu ya wapi? Alafu akaja akasema, bwana yule Luka ameandika hadithi kwa dhiofero mtukufu. Sasa anasema ninakupea usahihi wa maneno. Sasa unakataa hadithi ambaye ameandika Luka, msomaji mwalimu. Hebu kwanza nisaidie 28 44 Qurani 28 44. Sasa alafu nianze kukupa elimu kwanza, wewe umetoka nje ya mada Unakuja kuuliza tu Wakristo wapi wataingia peponi? Hiyo si mada. Ukitaka ongeza siku, ni kuonyesha hakuna Mwislamu wataingia peponi ya Mungu. Soma hii ishirini na nane, arobaini na nne, kitabu ni cha Qurani ndio inasema, inasemaje? wala wawe hakuwa ndio wala wewe haukuwa upande wa magharibi. Qurani inasema hivi, inasemaje? 68 44 kitabu ni cha Qurani, twende na wanaokadhibisha nini? Hey, Qurani. Ube hiyo Qurani ni nini? Hadithi sasa, unakataa hadithi ya ruka, unakuta kubali Qurani na ni hadithi bado, si ukataa zote? Basi sasa, zikia hoja yangu ni hii, point yangu ni hii hii. Qurani iko kwa meza, Mungu hana habari nayo, wala mtume wenu hana habari nayo. Wewe unakuja unaniambia, naniambia ate Suratul Fatiha iko na aya saba iko ndani ya Qurani, Muhammad yasemi hivyo. Kitabu nilichokisoma Riyadhus Salina ukurasa wa mia sita ishirini na tisa Muhammad anasema Qurani, nasema Qurani yake ni ya kukaririwa na iko na aya saba ili yenye, nasema oh, iko na aya elfu sita mia mbili thelathini na sita ni ya nani? wakati Saidi Sa Rafi hey, aliniambia nikufundishe sura iliyotukufu mno katika Qurani. Maliza kabla haujatoka msikitini hey. Akanishika mkono, akanishika mkono. Haka, nikamwambia. Nikamwambia. Ya rasulullah, ya rasulullah sura katika Qurani twende akasema akasema Tunasemaje? Alhamdulillahi rabbil alamin, maliza. Ndio aya saba, rudia tena, ndio aya saba eh hey, zenye kukaririwa eh hey, na ndio rudia, na ndio rudia, na ndio mimi qurani tukufu eh hey, niliyopewa. Muhammad anasema qurani aliyopewa ina aya ngapi? Ina aya saba. Upiti hapo, kama ungekuwa msomi ungepita ndani Ndiyo Qurani niliyopewa pe, niliyo na ni ya kukaliliwa, haiko ndani ya makaratasi. Nisaidie sasa hiyo 67 Qurani inasema inasemaje? Na lau tungelikuteremshia maandishi